Milango ya serikali ipo wazi kusikiliza wadau mbalimbali ikiwemo kupitia majukwaa yaliyopo kama vile Tanzania Center for Democracy na majukwaa mengine yanayoruhusu tuzungumze. Ni kauli iliyowagusa viongozi mbalimbali mbali wa siasa ambao pamoja na mambo mengine wakaeleza namna bora ya mazungumzo hayo, na wengine wakashauri yanayopaswa kufanywa kando ya mazungumzo. Kuna haja ya kukaa pamoja ili kama kuna sheria zinazotukwaza zirekebishwe zi na kama kuna mazingira ambayo yanakwaza yarekebishwe. Kwa hiyo sisi kama NCCR Mageuzi, utakumbuka katika mkutano wetu tarehe ishirini na tisa mwezi wa tatu tuliweka wazi tuko tayari kushirikiana na vyama vyote vya vya siasa vyenye dhamira ya kutafuta haki ya kulinda umoja na amani ya taifa letu. Kauli hizi zimekuwa zikitoka mara kadhaa, ikiwemo fuara ambazo walikuja nazo, lakini katika uchaguzi wa serikali za mitaa hatukuona utekelezaji wa kauli hizi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama cha wananchi kafu tunafanya kazi yetu kutunza amani ya nchi hii, kuwatuliza wanachama wetu, lakini ili kazi yetu izae matunda, basi haki itendeke. Hili ni jambo jema na ni jambo zuri. Kwa hiyo, niwaombe sasa, wanasiasa wenzangu, viongozi wa vyama vya siasa, twende, kutokana na kauli ya Mheshimiwa Rais, tumpe ushirikiano wa kutosha katika maridhiano. Tanzania ni nchi yetu, huu ni mwaka wa uchaguzi. Tuhakikishe kwamba tunaingia katika uchaguzi huu kwa kulinda amani yetu, kulinda umoja wetu na kutekeleza kanuni na sheria za uchaguzi. Wakati rais Samia akieleza milango ya mazungumzo ipo wazi kupitia taasisi mbalimbali, baadhi ya vyama vya siasa vikaeleza kuhusu umuhimu wa mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Kinachohitajika ni serikali ionyeshe utayari wake kwa kuandaa muswada wa mabadiliko ya katiba, kwa sababu bila mabadiliko ya katiba katika maswala yanayohusiana na uchaguzi hakuna kitu, na vilevile vile serikali yake ionyeshe kwa vitendo kwa kuandaa miswada ya sheria za uchaguzi kufanya, kufanya mabadiliko katika maeneo yote ambayo tulimweleza yeye na chama chake miaka mitatu iliyopita. Taifa hili limewahi kupitisha sheria uh, usiku uh, kwa masaa machache. Kao ni masuala ya maamuzi. Kama kweli tunataka kuwapa Watanzania haki yao, kama kweli tuko tayari kuhakikisha kwamba tunaleta haki kwa mustakabali mzima wa kudumisha amani ya nchi yetu, ni lazima tufanye maamuzi magumu ili tuweze kuboresha Uh, uh, hali ya uchaguzi iliyoko nchi yetu kupata uwanja sawa wa uchaguzi. Licha ya uwepo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kupongezwa na baadhi ya vyama vya siasa, lakini mwenyekiti wa Chama cha Umma Hashim Rungwe akawa na maoni tofauti, uchaguzi huu usiwe kama ule uliopita, manake rais alishaahidi hata ule uliopita kwamba huo uchaguzi utakuwa huru na haki, na huu uliopita ndo alituahidi hilo lakini sisi tunasemaje? Wale watu wanaosimamia uchaguzi abadilishe. Moja kati ya mambo aliyoanzisha Rais Samia katika eneo la demokrasia na utawala bora baada ya kuingia madarakani ni falsafa ya foara ambazo ni maridhiano, ustahimilivu, mageuzi pamoja na kujenga upya. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. <muchas>